Viongozi wa Kenya Kwanza wakiendelea kufanya mpango wao wa, wa empowerment katika kaunti mbali mbalimbali, leo hii wametua eneo la Kimilili, kaunti ya Bungoma. Mbunge wa Kikuyu Kimani Ishungwa amemkashifu aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua, akisema siasa anazoeneza ni za uchochezi, kuwagawanya wananchi na ukabila kwa kiasi kikubwa ya kujaribu kutugawanya sisi wa Kenya kwa misingi ya kabila, siasa ya chuki, siasa ya uchochezi, siasa ya kupiganisha watu. Mtu anajiita kiongozi, anataka atuambie ati ile maafa tuliona 2007, 2008 was a Christmas party. We are yet to see more bloodshed in 2027. We want to tell you, shame on you Shame on you because the people of Kenya will never ever again fight because of politics. Viongozi hao wakisema kuwa mpango wao ni wa kuwakuza wananchi wa hadhi ya chini kwa ujumla na wala sio vyema wanasiasa hao kuendelea kuupinga mpango huo kwani siasa zao zinachangiwa na hasira. Hata mukitumia gari nne, ile mafuta mnaweka hizo gari zingine, mulete hiyo pesa, msaidie wamama sitakuwa tu kama sisi kusaidia wamama hivyo namna hiyo, lakini mnasema oh, mnatoa wapi pesa? Na nyinyi mnatoa wapi pesa ya kuzunguka all over? Na wewe kwanza ni impeached, mwingine wewe ulimaliza sijui 2013 tangu utoke vice president, miaka imepita sijui ngapi. Machungu haiwezi run serikali ya Kenya. You cannot stand mahali kikazi yako nikusema kusema tu wanta, we will have an economic empowerment program Aidha, wameweka wazi kuwa sasa hivi kuna vikundi viwili katika taifa la Kenya, mojawapo ikiwa ni ya kufanikisha maendeleo na ile nyingine ni kupinga maendeleo, wakiweka bayana kuwa watawashinda ifikapo mwaka 2027. Yule mtu anaenda na tamu yake ya kwanza, ajawahi shindwa kura William Ruto 97 aliingia siasa, tangu aingie siasa hajawahi shindwa kura. Wewe umeingia umesaidiwa, ukakuwa ukakua deputy president, haujamaliza hata kuota tamu. Wacha tuwambie hii safari ishaanza, tutawaosha asubuhi mapema. Safari ya 2027 tutangarasha, tunanyorosha hao mapema, saa kumi na mbili, ama namna gani? Watu wa Kimilili tusonge mbele ama tusisonge? Huyo mkabila mnaweza kubaliana na yeye mnasema Rigathi tawe sio. Viongozi hao wamemkashifu Gachagua kwa kushindwa na kazi katika kipindi chake cha miaka miwili aliyohudumu kama naibu wa rais.